Katika kuhakikisha ajali za mara kwa mara na matukio ya kihalifu barabarani yanadhibitiwa kwa kiasi kikubwa, kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa imetoa gari mpya aina ya Land Cruiser Hilux yenye thamani ya shilingi milioni 100 kwa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoani humo. Salim Abri Asas amesema gari hilo limenunuliwa kutokana na fedha inayopatikana katika makusanyo ya ada ya ukaguzi maarufu kama stika. Mkoa wa Iringa tumekuwa na matumizi bora ya fedha hizo, na bora ikafahamika, watumizi wa vyombo vya moto wakajua kwamba zile ada zinatumikaje, kwa hizo fedha ni awaliolipia ada ya ukaguzi kwa kamati usala Iringa, nidhiema, tukawa, kwa yoringa, Bukumbi, uma, ya, ya usalama barabarani mkoa wa Iringa. Baada ya kurejeshewa zile fedha akaona ni vyema tukawa tukanunua usafiri. Kwa upande wake kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Alan Bukumbi amesema jeshi hilo limeendelea kutoa elimu kwa umma juu ya masuala ya usalama barabarani ili kupunguza ajali. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Iringa kupitia kikosi cha usalama barabarani kinafanya operesheni kwa kushirikiana na kikosi cha polisi jamii, lakini kikosi cha operesheni kwa kutoa elimu kwa wananchi na watumiaji wengine wa barabara ikiwa ni pamoja na madereva katika kuhakikisha kuwa ajali za barabarani zina zinazosababishwa na madereva wazembe zinadhibitiwa. Kimsingi, kama mnavyoiona gari letu hili ambalo limetokana na ada za ukaguzi wa magari ya stika za wiki yanaenda kwa usalama barabarani. Uh, litatusaidia sana kwa sababu tuko na doria za masafa mafupi na masafa marefu. Kwa maana leo mkitazama mkoa um, wetu wa Iringa umepitiwa na barabara kuu tatu kwa maana ya kwamba Iringa kuelekea Njombe, Iringa kuelekea Morogoro, hali kadhalika Iringa kuelekea kule Dodoma. Gari hilo limekabidhiwa na mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa Salim Abre Assas katika hafla fupi ya makabidhiano hayo iliyofanyika mjini Iringa.